Lazima ufahamu na kutambua jambo lolote ambalo ni jambo la kimungu, ndilo ambalo shetani analitaka. Shetani hana muda wa kumfuata mtu ambaye haendi popote. Shetani kazi yake yeye, anatafuta ya watu wanaokwenda sehemu, na most especially wale watu wenye kitu cha kimungu you need to understand. Kama jambo lolote la kimungu ndilo ambalo shetani analitaka. Whatever you are going through, dada yangu, kaka yangu ulieko kanisani na nananifatia kwa njia ya mtandao, kwa namna yoyote ile, unabato na maisha yako na hali zako, ni lazima ukae chini ufanye evaluation. Mkristo yoyote asiyetafakari tafakari, asiyekaa chini na kujifanyia tathmini alikotoka, aliko na anako kwenda, huyo mkristo amekwisha. Ni lazima utafakari ujitathmini, wewe mwenendo wa maisha yako ukoje, hali zako zikoje, una bato na nini? Ukisha tafakari ukajua kwamba hiki kitu sio cha kimungu, maana yake kuna mkono wa shetani. Na ukishajua hiki kitu, ninaishi kwenye mlengo huo, ni mlango wa adui, nahitaji kutoka, maana yake tayari huo ni mwanzo wa deliverance yako. So lazima upate muda wa kutafakari. Ukisema kila mmoja nikuulize kuulize, unabatwa na nini kwenye familia? Mwingine atasema kwenye familia yetu sisi hatuolewi, lakini huyu ambaye anasema familia yetu sisi hatuolewi, ukienda kwa mtu mwingine anakwambia sisi kwetu tunaolewa, lakini hatukai kwenye ndoa. Alafu kitoka huyu mwingine anasema sisi kwetu tunaolewa, lakini hatuzai. Unaona, tayari ni tofauti tofauti, ni familia, lakini kila familia inabatwa na kitu. Shetani anachokifanya kwanza huwa anakwenda ku korapti mind aone hali unayoipitia ni hali ya kawaida, na ndio maana anaweza akakuletea hata kwa kigezo kwamba mbona hata fulani anapitia hivyo, mbona hata ile familia inapitia hivyo. Hiyo ndio kazi ya shetani, kuonyesha kwamba hata hicho unachokipitia, hata mwenzio anakipitia. Wewe ni wewe na yeye ni yeye. Kama wao wanakufa mapema, sio lazima na nyinyi pia mpe mapema. Kama wao hawazai, na sio kama nyinyi msizae. Kama wao hawaolewi, na sio kama nyinyi pia msifanyaje Msiolewe. kama one walevi, sio lazima na nyinyi walevi, walevi. Anakufunga kwamba hiki kitu cha kawaida, hiki kitu, ah, mbona hata mfulani. Kwa hivyo ndio maana mtume Paulo anazungumza kwenye kitabu cha Korinto, anasema kila fikra imti nani, imti Kristo.